Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo Ijumaa, juma la kwanza, kipindi cha Kwaresma mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 18 aya ya 21 hadi ya ishirini na nane. Na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Matayo sura ya tano aya ya 20 hadi ya ishirini na sita. Karibuni tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Matayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni kila amwoneaye ndugu yake asira itampasa hukumu, na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza. Na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabauni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabao, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin nakuambia, hutoki humo kamwe, hata huishe kuilipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako ee eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Leo napenda tutafakari ujumbe unaosema kudumu katika haki ya kweli. Katika Injili ya leo, Yesu anazungumza juu ya haki inayozidi ile ya Mafarisayo na Waandishi, akifundisha kwamba ufalme wa Mungu unahitaji haki ya ndani inayotoka moyoni, sio tu utii wa nje kwa sheria. Anasisitiza umuhimu wa upatanisho na moyo safi katika uhusiano wetu na Mungu na wanadamu. Yesu anasema maana nawaambia, haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mafarisayo walikuwa maarufu kwa kushika sheria za Musa kwa uangalifu, lakini mara nyingi walifanya hivyo kwa kujionyesha mbele za watu haki wanayozungumzia ni ya nje, lakini Yesu anatufundisha kwamba Mungu anataka haki ya moyo, kutenda mema kwa upendo wa kweli, si kwa kujionesha au kwa kulazimishwa. Kuna mama watatu napenda tutafakari pamoja. Mosi, hasira ni hatari kama kuua. Yesu anachukua moja ya amri za Mungu, usiue kisha anafafanua maana yake kwa kusema kwamba hata hasira mbaya au maneno ya dharau ni sawa na kuua moyoni. Wapendwa taifa la Mungu, tunaonywa kuwa Mungu hachunguzi tu matendo yetu ya nje, bali pia hali ya mioyo yetu. Kukosa msamaha, chuki na kinyongo vinaweza kutufanya wahalifu mbele za Mungu hata kama hatujamuua mtu kimwili. Hasira isipodhibitiwa inaweza kuleta madhara makubwa, na ndiyo maana Yesu anatufundisha kuwa waangalifu na mioyo yetu. Pili, upatanisho ni muhimu kabla ya ibada. Wapendwa wa Kristo, tunapaswa kwanza kupatana na tuliokoseana nao kabla ya kuendelea na ibada. Hii inamaanisha kuwa Mungu anathamini zaidi uhusiano wetu wa upendo kuliko sadaka tunazotoa. Kama hatujasamehe au hatujaomba msamaha, ibada yetu haikubaliki mbele za Mungu. Tunapaswa kuhakikisha tunakuwa na amani na wengine kabla ya kumkaribia Mungu kwa njia ya ibada. Tatu, kuharakisha upatanisho kabla ya hukumu. Yesu anamalizia kwa kutufundisha kuwa na haraka kutafuta amani na wale tunaokosana nao kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Ikiwa tuna mgogoro na mtu, ni bora kuutatua mapema kabla ya kufikishwa kwenye hukumu kali. Hili linahimiza moyo wa upatanisho, msamaha na kuondoa uhasama kati yetu na wengine. Upatanisho wa mapema huleta amani, lakini kutokurekebisha mambo kunaweza kusababisha madhara makubwa. Hivyo wapendwa, taifa la Mungu, katika kipindi hiki cha Kwaresma, Yesu anatufundisha kuwa haki ya kweli sio tu kushika sheria, bali kuwa na moyo wa mapendo, msamaha na upatanisho. Kukasirika bila sababu, kutunza kinyongo au kudharau wengine ni sawa na dhambi kubwa mbele za Mungu. Tunaitwa kuwa watu wa msamaha na upendo, tukihakikisha kwamba tunadumisha amani na uhusiano mwema na Mungu na wanadamu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Maximilian Lelo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu toka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! <tipi>